Kwa nini unakuwa maskini? Kwa nini hauendelei? Ni kwa sababu biashara yako iko eneo moja, inategemea wateja wa eneo moja tu eh, ndio maana uh, haijasambaa sehemu nyingine, haijasambaa mikoa mingine, haijasambaa Mwanza, haijasambaa Dar es Salaam, haijasambaa Dodoma, haijasambaa Arusha. Wewe uko tu sehemu moja, na umekaa sehemu moja miaka nenda na miaka rudi, kiasi kwamba una limiti ya wateja wako. Ndio maana nakwambia kwamba lazima uwe na skills au uwe na ujuzi wa kuweza kujenga biashara ambayo itasambaa Tanzania nzima, lakini na huo ni na ujuzi tu kwenye biashara mbao mi naifanya, na hiyo advantage kwamba naweza nikamuingiza mtu kwenye biashara, nikamsaidia akaanza biashara ambayo mimi naifanya, nikamcoach nikamtrain. Lakini lakini lengo langu mimi ni kumsaidia afanikiwe, lakini kila ambacho anachofanya mimi nafanikiwa pia, kwa sababu usikani kwambie, ukiwasaidia watu wengi kupata wanachokitaka au kupata hela, na wewe utapata hela. Umeelewa, eh? Sikia ni kwambie, panua wigo wa biashara yako, na kama huna biashara ambayo inaweza kupanua wigo, njoo ujiunge na biashara yangu ambayo mimi naifanya, Millionaire Mentor Mr. Joseph bilioni Ndobandola. Hapa share, like na comment.